Watu waeaanu eedani wanangu, nimemkuta huyo hapa, nimemkuta safi kabisa. Naona mambo yanaenda sasa, naona unyama ni mwingi huko ndani sasa si? Yeah. Yeah. Bwana hiyo nimekupa mic hapo kidogo, tunataka tuue kidogo bwana, siku ya tarehe kumi na moja ya mwezi huu Oktoba si ndio? tunakutana sehemu moja